Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia katika chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasoro, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani, na kwenye habari za michezo tunaye Muhammad Jamal. Karibu ahadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi asema serikali imeweka mkazo maalum wa kuifungua Pemba kiuchumi. Katika biashara Tanzania kunufaika kiuchumi kwa kuwa mwenyeji wa tuzo za dunia za utalii kanda ya Afrika na Bahari ya Hindi 2025. Na katika habari za kimataifa makundi ya waandamanaji waendelea kukusanyika na kukiuka amri ya kutotoka nje usiku huko Los Angeles. Karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuanzie kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, Dr Hussein Ali Mwinyi, amesema serikali imeweka mkazo maalum wa kuifungua Pemba kiuchumi kwa ujenzi wa uwanja wa ndege, bandari na miundombinu ya barabara. Mhamed Jamala anaeleza zaidi. Dr Mwinyi ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na ujumbe maalum wa serikali ya Uingereza ulioongozwa na Kate Osamor, mjumbe maalum wa biashara wa serikali ya Uingereza kwa Afrika Mashariki. Katika mazungumzo hayo, amesema suala la ujenzi wa miundombinu ya barabara umefikia asilimia sabini sanjari na maendeleo ya ujenzi wa uwanja mpya wa ndege wa Pemba pamoja na bandari. Ameufahamisha ujumbe huo kuwa kuchelewa kufunguka kiuchumi kwa kisiwa cha Pemba kunatokana na ukosefu wa miundombinu hiyo ambayo ndiyo chachu ya maendeleo, ukuaji wa uchumi katika taifa lolote duniani. Akizungumzia kilimo cha mwani ambacho kina mwamko mkubwa kwa wanawake wa Zanzibar, Rais Dkt. Mwinyi kwa Zanzibar ameeleza kuwa licha ya ongezeko la uzalishaji wa zao hilo bado bei ya zao hilo hairidhishi kulingana na kile kinachozalishwa, na kuutaka ujumbe huo kuangalia namna bora ya kuwakwamua wazalishaji wa mwani kwa kuliongezea thamani zao hilo. Naye balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Balozi Marianne Young ameelezea kuridhishwa kwa kasi ya maendeleo inayofikiwa na Zanzibar katika sekta zote za kuimarisha uchumi na kuahidi ushirikiano kati ya pande zote mbili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatarajiwa kufanya ziara ya kikazi katika mkoa wa Simiyu na Mwanza kuanzia Juni 15 hadi Juni 21 mwaka huu ambapo pia atatembelea miradi mbalimbali mbali mbali ya maendeleo na baada ya hapo atakuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru ya Nchibza Msumbiji na visiwa vya Komoro. Mwandishi wetu Josephine Kaponya kutoka Dodoma anayo taarifa zaidi. Hayo yamelezwa leo jijini Dodoma na msemaji mkuu wa serikali Garison Msigwa wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na uwekezaji mbalimbali uliofanywa na serikali ya awamu ya sita. Aidha, Msigwa amebainisha kuwa tangu serikali ingie mkataba na bandari ya nchi ya Dubai huitwao DP World mapato ya bandari yameongezeka kutoka shilingi trilioni moja hadi kufikia trilioni tano. Taarifa nyingine ambayo ningependa kuwapa ndugu zangu waandishi wa habari kuhusiana na ziara za Mheshimiwa Rais ni ziara ya Mheshimiwa Rais katika nchi za Msumbiji na visiwa vya Komoro ambapo Mheshimiwa Rais amealikwa kuwa mgeni rasmi kwanza katika maadhimisho ya miaka hamsini tangu uhuru wa nchi ya Msumbiji na wote mnafahamu, uh, uh, ziara hizi zinakuja kutokana na jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais katika kuimarisha uhusiano kati ya nchi yetu na nchi mbalimbali duniani. Sasa Msumbiji ni majirani zetu, ni tuna uhusiano wa kihistoria, wa kidugu, wa kidamu. Kwa hivyo wamemwalika eh, aende akawe mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka hamsini ya uhuru wa Msumbiji. Na Mheshimiwa Rais anakwenda ikiwa ni siku chache tu tangu kulipofanyika ziara kubwa ya Rais wa Msumbiji ambaye alifanya ziara rasmi hapa Tanzania. Katika hatua nyingine, msemaji mkuu wa serikali amewaonya baadhi ya vijana ambao wamekuwa wakipotosha jamii kuhusiana na masuala ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Matumizi ya mitandao kwenye nchi yetu ya yanadhibitiwa kwa sheria, unayo sheria ya mwaka 2015 ya makosa ya mtandao. Sheria hii imeainisha mambo mbalimbali mbali ambayo mtu akiyafanya atakuwa ametenda kosa. Sasa ndugu yangu Malongo anasema serikali imechukua hatua gani hasa ikizingatiwa kwamba wanaojihusisha na vitendo hivyo ni wanafunzi. Na ni kweli sehemu kubwa ni wanafunzi hasa wa vyuo. La kwanza, serikali inafanya kazi kubwa ya utoaji wa elimu kupitia vyombo vya habari tunavyo vipindi kupitia televisheni, tunatuma maudhui kwenye mitandao ya kijamii ya kuelimisha juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Naombeni wa Tanzania tuzingatie elimu tunayopewa kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii. Lakini la pili, serikali imejenga uwezo wa udhibiti wa matendo yasiyofaa katika mitandao ya kijamii. Na ndio hapa ninapokuja kuzungumzia sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Dar es Salaam salam Mizengo Kayanza Pinda amewakumbusha watumishi wa umma na binafsi kuweka mazingira bora wawapo katika ajira na kwamba wanapostaafu wawe chachu ya kusaidia jamii katika nyanja mbalimbali, kutokana na uwezo wao. Nazia Masinde anaeleza zaidi. Pinda ameyasema hayo wakati wa tukio maalum la kumwaga aliyekuwa makamu mkuu wa chuo kikuu huria cha dar es Salaam profesa alifas Bisanda na kumpokea makamu mkuu mpya wa chuo hicho, profesa alex Makulilo. Kisha profesa Makulilo kwamba kuteuliwa kwake si kwa bahati mbaya, ila inatokana na macho mapana ya serikali ambayo imekuona kwamba unafaa kati ya wengi waliofikiriwa kwa nafasi hii, hivyo naamini kabisa kwamba utakitendea haki cheo chako hiki kwa kipindi utakachotumikia na kukibadili chuo. Kwa upande wake makamu mkuu wa chuo aliyemaliza muda wake Profesa Alifas Bisanda, akizungumza wakati wa tukio hilo, ameshukuru wafanyakazi wa chuo hicho kwa ushirikiano waliompatia wakati wote, huku akiiomba serikali kupitia ofisi ya hazina ilipe malimbikizo ya madai ya wafanyakazi bilioni tisa wanayodai tangu mwaka elfu mbili na ishirini. Furaha yangu kubwa ni kuwa nimekuwepo kama sehemu ya uongozi wa chuo toka mwaka elfu mbili na saba nipojiunga na chuo hiki na mpaka nipomaliza mhula wangu e, wiki iliyopita e, na nina washukuru wakuu wote wa vyuo waliohusika kwa uteuzi wangu. Naye makamu mkuu wa chuo mteule Profesa Alex Makuliro akizungumza wakati wa hafla hiyo ametaja vipaumbele atakavyoanza navyo ili kukifanya chuo hicho kupiga hatua na kuwa shindani kitaaluma huku akiomba ushirikiano ili kuifanya kazi kuwa rahisi. Vipaumbele katika uongozi wangu vinaakisi dira na mipango mpango mkakati wa chuo, sera mbalimbali za kitaifa, dira ya nchi yetu na maendeleo katika mawanda ya kimataifa. Lengo kuu ni kukifanya chuo chetu kuwa cha kishindani nchini na kimataifa katika ubora wa kufundisha, tafiti, ubunifu na ushauri. Serikali ya Tanzania kupitia wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa afrika mashariki, imeendelea kusimamia utekelezaji wa sera ya diplomasia ya uchumi kwa kuwawezesha wananchi kushiriki katika mafunzo mbalimbali ya kukuza uchumi, yakiwemo ya ufugaji wa kisasa yanayofanyika katika nchi jirani ya Uganda. Kutoka nchini Uganda, Joel Maduka anatuarifu zaidi. Katika ziara ya mafunzo kwa ufugaji kutoka mkoani Geita, balozi wa Uganda nchini Tanzania, Mej Jenerali Paul Kisesa, amesema kuwa ushirikiano huu wa mafunzo una nia ya kuimarisha ustawi wa wananchi kwa pande zote mbili, hasa kupitia sekta ya mifugo. Na sera mojawapo ni eh, diplomasia ya, ya, ya uchumi. Kwa hiyo hapa, tunachokitekeleza kama ubalozi, tunatekeleza hiyo sera ya diplomasia ya uchumi na ndio maana nikaweza kuongea na wakuu wa mikoa mbalimbali mbali na kwa bahati nzuri mkoa wa Geita umeitikia, namshukuru sana huyo mkoa. Lakini naweza nikasema sisi wa Tanzania tuna ng'ombe wengi sana. Kwa upande wake mfugaji kutoka Uganda, Enosi Tumsime amesema kuwa wao wamefanikiwa kudhibiti changamoto ya kupe kwa kutumia dawa maalum ambazo zimeongeza afya ya mifugo na kupunguza vifo vya ng'ombe. ya sabini ya ng'ombe wanaokufa nchini Uganda killed by ticks wanaolewa na Kupe. Some of the ticks are so small, so, so small, small. Baadhi ya kupe ni wadogo sana, ni wadogo sana. They are like three grains of, of sugar. Mwili yani wa, wake muonekano wake that tick, tick, tick, lakini yule kupe, especially the brown ear tick. Asa, brown ear ear Asa, yani tick lakini yule kupe hasa wa, wa rangi like, kama sukari sukari, watasababisha we'll So oh, nao baadhi ya wafugaji kutoka mkoani Geita walioshiriki mafunzo hayo wameelezea kufurahishwa kwao na fursa hiyo, wakisema kuwa yamewafungua macho na kuwapa mbinu zitakazoboresha maisha yao. Nishukuru kwamba tumejifunza mambo mengi sana kuhusiana na ufugaji wa wenzetu Waganda wanavyofanya. Tumeona ng'ombe wa nyama kama unavyoona ng'ombe wa maziwa, tumetembelea sehemu nyingi, tumejifunza vitu vikubwa sana. Kumbe Watanzania, na wafugaji wengine wanaoniona hapa, naomba tupate hii chachu kwamba tunahitaji kuboresha sana ufugaji wetu. Nimejifunza mfugaji sio maskini, ni mtu wa kuthaminiwa sana, anayeweza kukuza uchumi wa nchi kama ng'ombe wanavyoonekana hapa hawa ni ng'ombe aina ya Sahiwal, ambao tumewaona kwa muda kama wa mwaka mmoja na nusu, ng'ombe anaweza akawa na kilo mia tatu na point. Na tunaona pia maboresho ya namna ya kulisha mifugo wanavyolishwa hapa, tunaona wanavyolishwa na kuchanganya mchanganyiko wa chakula uh, jinsi gani bora ya kuweza kufanya ili na sisi ufugaji wetu uwe na tija, ni mkakati wa Tanzania huona kwamba wa ufugaji wake. Lakini pia hata wale ambao wamekuwa wakijihusisha na shughuli mbalimbali zikiwemo za kilimo, wananufaika na mafunzo mbalimbali mbali ya namna na mbinu bora ambazo so zinaweza zikawasaidia kufanya ufugaji ulio wa kisasa. Na hapa ninapozungumza, tupo katika moja kati ya mashamba makubwa ya mfugaji ambaye yuko hapa nchini Uganda, ambapo wafugaji kutoka nchini Tanzania katika mkoa wa Geita wamefika hapa kwa lengo zima la kujifunza. Nikiripotia Luninga ya TV kutoka hapa nchini Uganda. Mimi ni Joel Maduka. Wananchi wa kata ya Makwale halmashauri ya wilaya ya Kiela mkoa mkoani Mbeya wameiomba serikali kuingilia kati mgogoro unaolihusisha kanisa la Baptist pamoja na serikali ya kijiji kwa kumiliki maeneo kinyume cha sheria. Taarifa ya Daniel Simalta kutoka Mbeya inafafanua zaidi malalamiko hayo yaliyosomwa na mjumbe wa serikali ya kijiji baada ya mkuu mkwam wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Omela kufika katika kata hiyo kwa lengo la kusikiliza mwenendo wa mgogoro huo unavyoendelea ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake katika halmashauri ya wilaya Kera mkoani Mbeya. Kijiji chetu cha Katera kimevamiwa na mtu anayeitwa ita sinsabe Mwashinyanga kupola ardhi yetu kwa kivuli cha kanisa la Batisti Tanzania kwa njia ya udanganyifu, Mheshimiwa mkuu, mheshimiwa mgeni rasimu aliyekuwa amepewa na Chifu Marafiare kwenye mabano, kwa lugha ya Kinyakyusa. wakati huo kuyatumia maeneo hayo, hakuwa na sifa ya kuyamiliki kwa kuwa alikuwa raia wa kigeni. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliofika katika mkutano huo wamezungumzia namna mgogoro huo unavyoathiri maendeleo katika jamii. Sana kwa sababu, na sisi ni mojawapo akuteseka na hawa watu. Mimi ninayeongea mbele yenu ni msabato wala sio baptisti wala nini. Mimi nilikuwa naomba tu kwamba ili swala, tunaomba tu tusaidiwe, kama jamii kama wana makwale. Mkuu wa mkoa lisala hii ilikuwa inasoma pia, msajili alipokuwa anaongea hapa Makwale, hilo kuanzia sasa halitakuwepo kwa sababu sisi tunachokitaka ni maendeleo. Kwa upande wake, msajili wa asasi za kiraia wizara ya mambo ya ndani Emmanuel Kihampa ametoa taarifa ya mgogoro huo, huku mkuu wa wilaya Kiela Josephini Manase akawa na haya kusema, hakuna kanisa lililofutwa, bali kanisa hilo hilo lilibadilisha jina lake kutoka kuwa Jumuiya Kuu ya Wabaptisti Tanzania kwenda kuwa Kanisa la Wabaptisti Tanzania, na hivyo mali na madeni ambayo yalikuwa chini ya bodi ya wadhamini ya Jumuiya Kuu ya Wabaptisti Tanzania yamehamishiwa au yamebaki kuendelea kuwa chini ya bodi ya wadhamini ya Kanisa la Wabaptisti Tanzania. Mweshimua mkuu wa mkoa umekuwa na maneno mengi yakiendelea kana kwamba kanisa lile limefungwa na mkuu wa wilaya. Kanisa lile halikuwa limefungwa na mkuu wa wilaya, bali lilikuwa limefungwa kwa amri ya mahakama. Mkuu wa mkoa wa Daktari Juma Zubeli Omela ametoa maelekezo kuhusiana na mgogoro huo. Nitoe maelekezo ya kuhusiana na jambo hili. Jambo la kwanza, huyo mtu ambaye anafunga barabara azifungue ndani ya masaa 48. Huwezi kufunga barabara na wakati watoto wanakwenda shule, watu wanakwenda kanisani, wanakwenda mashabani na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, kitu ambacho hakiwezekani, labda hiyo serikali na kwa serikali haiwajali wananchi wake. Kwa hivyo, nimpe salamu huyu ambaye amefunga, ndani ya masaa 48 afungue, na kamanda wa polisi wa wilaya asimamie jambo hilo kuhakikisha kwamba hizo barabara zinafungulia na anafungua yeye mwenyewe kwa mikono yake. Nikiripoti kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TV habari. Mikataba minne mahsusi kwa ajili ya kuwawezesha wakandarasi wanawake imesainiwa kati ya wakala wa barabara nchini TANROADS na kampuni nne za wakandarasi wanawake kwa ajili ya miradi mitano ya ujenzi wa barabara za lami, mikataba inayolenga mahsusi kwa ajili ya kuwawezesha wakandarasi wanawake nchini. Tungane na Anezia Masinde kwa taarifa hiyo. Hafla hiyo imeongozwa na mtendaji mkuu wa Tanroads mhandisi Mohamed Besta, huku thamani ya mikataba hiyo ikifikia jumla ya shilingi bilioni 55 ambapo mtendaji mkuu huyo amesema miradi hiyo inalenga kuboresha barabara ya Rwanda nyimbili hasamba Humba yenye urefu wa takriban kilomita 79.8 ambapo kila mkataba unahusu ujenzi wa kilomita 5 kwa kiwango cha lami. Aidha, ameongeza kuwa kazi hiyo imekabidhiwa kwa makampuni manne yaliyoundwa kwa ubia wa wanawake JV Groups, yakijumuisha jumla ya kampuni 12 zinazomilikiwa na kuendeshwa na akinamama wa Tanzania, huku pia akiahidi ushirikiano wa karibu na wakandarasi hao wanawake kwa upande wake, Rais wa Chama cha Wakandarasi Wanawake Tanzania, Mhandisi Judith Odunga, licha ya kushukuru TANROADS, amebainisha kuwa kila mkataba mmoja unahusisha kampuni tatu, hivyo jumla ya kampuni kumi na mbili za wazawa zitanufaika moja kwa moja. Hiyo mi, mikataba minne ambayo ni ya kilomita tano tano. Kandarasi kadhaa zimesainiwa kama nilivyosema, lakini zimejumuisha makampuni yaliyoanzishwa, kusimamiwa na kuendeshwa na akina mama na kwa hiyo tunachukua fursa hii e, kumshukuru sana Rais wetu Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kufikia hatua ya kusaini hii mikataba na hivyo e, kuwezesha kuwafanya akinamama washiriki moja kwa moja katika mikataba ya ujenzi wa barabara za lami. E, kwa kuwa ni mwanzoni tunaanza katika utekelezaji wa miradi hii e, taasisi yetu ya TANROADS, wakala wa barabara nchini itashirikiana kwa karibu na wao wakandarasi akina mama ili kuwajengea uwezo. Dhamira ni kuhakikisha kwamba makundi yote kwa mujibu wa kanuni na sheria za manunuzi, yani za PPRA, ambazo zinataka baadhi ya makundi maalum washiriki moja kwa moja katika utekelezaji wa miradi na hivyo kuweza kushiriki katika uchumi wa nchi yao. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, aliweza kuwasiliana na viongozi wa ngazi za juu ya Wizara ya Ujenzi na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi wakati huo, akisaidiana na wenzake, waliweza kukubaliana iandaliwe miradi mkakati kwa ajili ya wanawake makandarasi ya kuwajengea uwezo na pia na makandarasi wazawa. Kwa heshima kubwa tunapenda kutoa shukrani. Jambo hili limetimia leo, tumeweza kusaini mikataba minne yenye thamani ya shilingi bilioni hamsini na tano. Ni jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea katika nchi yetu, na tunapenda sana kuishukuru Wizara ya Ujenzi, waziri wa Ujenzi na wasaidizi wake, katibu mkuu pamoja na wasaidizi wake wote ambao kwa ushirikiano wao kwa pamoja, chifu wa Tanrod Tanzania Mohamed Besta na wasaidizi wake, kwa hakika wamelifuatilia hili jambo na walitenga muda wao hasa wakishirikiana na PPRA jinsi ya kulegeza masharti kidogo kwa ajili ya kutuwezesha sisi wanawake makandarasi kupata miradi hii wezeshi. Bodi ya Utalii Tanzania TTB, imesema hatua ya kutangazwa kwa vivutio vya utalii nchini imezaa matunda yenye tija kwa nchi nyingine na hivyo kufungua fursa kwa watalii kutembelea nchini. Nancy Ibrahim anaeleza zaidi. Hayo ameyasema Vivian, meneja wa masoko wa bodi hiyo, jijini Dar es Salaam wakati akimpokea katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere msanii wa nyimbo za muziki nchini Abrahamu Mutongole akitokea nchini Afrika Kusini ambapo ameshinda tuzo ya Tourism Video 2025 Tourism destination iliyoandaliwa na taasisi International Tourism Festival Africa Awards ITFFA. Vivian ameongeza kuwa tuzo hiyo amepewa kutokana na nyimbo ya utalii aliyoiimba ijulikanayo kama Tanzania Unforgettable. Vivian amesema wao kama bodi watahakikisha wanaunga mkono wasanii, lengo likiwa ni kutangaza vivutio vilivyopo nchini ili taifa liweze kunufaika na vivutio hivyo pamoja na jamii kwa ujumla. Sisi kiukweli tunajivunia sana kwa ushindi ambayo Bayo the Great ameuleta nyumbani, na kizuri ambacho tunajivunia kama bodi ya utalii, hatukuwahi kumnyima ushirikiano tangu ameleta wa wazo. Kwa sababu tumeshirikiana naye toka amekuja na wazo la kutangaza vivutio. Ukisikiliza wimbo wa Tanzania Unforgettable, ameimba sana vivutio vilivyopo Southern Circuit, kusini kule unaitwa vivutio vilivyoko kusini, kwa sababu pia mara nyingi ukisikia utalii, watu wengi wanafikiria northern zone, wanafikiria Kilimanjaro, wanafikiria Serengeti, Ngorongoro, lakini ukifikiria, ukisikiliza wimbo ambayo wa Bayo Unforgettable ameimba vivutio vingi ambavyo havijapata ile awareness ambayo kama TTB tumekuwa tukiipush. Kwa upande wake, Abrahamu Tongole, mshindi wa tuzo hiyo, amesema ameshukuru kwa kushinda tuzo hizo, itachangia kuongeza watalii nchini, huku akiwaomba wasanii wengine wawe wazalendo na kuipenda nchi kwa kutangaza vivutio vilivyopo. Tuzo hizo zilifanyika nchini Afrika Kusini tarehe sita mwezi huu na ni kwa mara ya saba zinafanyika chini ya taasisi hiyo ya International Tourism Festival Africa Awards ITFFA. Mtazamaji wa taarifa ya habari hii, ni TVE Habari, na mimi ni Sadanason. Tupata mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa yetu ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari, katika biashara, Tanzania kunufaika kiuchumi kwa kuwa mwenyeji wa tuzo za dunia za utalii kanda ya Afrika na bahari ya Hindi 2025.